Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie hali ya ukanda wa mashariki ya kati. Jina langu ni Ramadhani Fupi. Serikali ya Israel sasa imehamia kwa uandishi wa habari. Israel wakati huu imewapiga marufuku kwa kuweka ukomo kwa waandishi wa habari kuacha kuripoti kile kinachoendelea katika ukanda wa Gaza. Awali Israel ilipiga marufuku waandishi wa habari kuripoti kinachoendelea katika taifa hilo la Israel hasa baada ya kushambuliwa na hata Wahodhu wa Yemen walisema kwamba Israel inashambuliwa na inapata majanga mengi, lakini hawataki kusema ukweli, wanakaa kimya. Lakini wakati huu Israel sasa imepiga marufuku waandishi wa habari kuripoti kile kinachoendelea katika ukanda wa Gaza. Chama cha waandishi wa habari wa kigeni siku ya Jumamosi kiliitaka Israel kuruhusu waandishi wa habari kufika katika eneo la Gaza na kuripoti kila kinachoendelea bila uwepo wa vikwazo, kwa waandishi wa habari wa nje wanaofanya kazi kwa uhuru tangu kuanza kwa vita hivyo mnamo Oktoba 7 mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Tunatoa wito kwa Israel kukomesha ucheleweshaji usioisha Kuzingatia kanuni za uhuru wa vyombo vya habari na kuruhusu kuingia bila vikwazo kwa waandishi wa habari huko Gaza, kiliandika chama hicho, wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Chama hicho pia kiliongeza kuwa kuzuiwa kwa waandishi wa habari wa nje kuingia Gaza kumezuia kwa kiasi kikubwa utoaji wa taarifa huru na kuufahamisha ulimwengu juu ya uhalisia wa maisha katika ukanda wa Gaza. Chama hicho kimesema kwamba waandishi wa habari wanaofanya kazi katika eneo hilo la Gaza wanakumbana na changamoto mbalimbali, ikiwemo kukosa uhuru wa kufanya kazi zao, pamoja na mashambulizi na hata mauaji ya mara kwa mara. Ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa katika eneo linalokaliwa na Palestina ilisema kwamba inaadhimisha maadhimisho uhuru wa vyombo vya habari lakini waandishi wengi wa habari wa Palestina wakiendelea kuuawa kwa kasi bila kuadhibiwa. Ofisi hiyo pia imeongeza kuwa tangu kuanza kwa vita hivyo mnamo Oktoba saba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mpaka sasa ni takriban waandishi wa habari mia mbili kumi na moja wameuawa wakiwemo wanawake ishirini na wanane. Licha ya malalamiko kutoka ofisi hiyo na sehemu mbalimbali kuhusu kuuawa kwa waandishi hao wa habari, lakini Israel ilisema kuwa waandishi wengi wa habari waliouawa walikuwa aidha ni magaidi wanachama kutoka kundi la Islamic Jihad au ni wanachama kutoka kundi la wapiganaji la Hamas. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache tu yaliyojiri wakati huu. Basi usisahau kusubscribe, Kulike, kushare na kukomenti. Jina langu ni Ramadhani Fupi.